Na kuvuka mipaka, kwa sababu dini imewekwa kando. Sasa watu atafanya analotaka, kwa sababu dini ndiyo mwongozo. Mwanadamu akikosa dini atajiongoza kwa akili yake, kwa kutumia akili yake, na akili itampeleka mahali pabaya. Kuna faida gani ambazo zinapatikana wakati tuna tabia njema? Inna kamala al-iman au nuqsanihi, hakika ukamilifu wa imani, -ukamili -imani ama mapungufu yake. Innama yakunu ala qadri tamassuki bil akhlaqi bilahlaqi tayyiba, unapatikana kwa kushikamana na tabia nzuri. Ukamilifu wa dini, ili dini ikamilike, basi ni pale ambapo huyu mwanadamu atashikamana na tabia zilizo njema na ili dini iwe na mapungufu, ni mwanadamu atakapoziacha tabia njema, atakuwa na mapungufu ndani ya dini yake. fa husnul khuluq yaj'alu al-insana fi ma'iyati Allah, tabia njema zinamfanya mwanadamu yuwe yuko pamoja na Allah. Mwanadamu ayo yuko pamoja na Allah kila wakati, kwa sababu ya tabia njema alizonazo. wa suhbati rasulihi al-karim na vile vile kuandamana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wa sallam, miongoni mwa maneno yake anasema: inna min ahabbikum ilaya wa aqrabikum minni manzila e majlisan, hakika miongoni mwa wale vipenzi wenu katika wale e, miongoni mwa watu wanaopendeza kwangu mimi na ambao wako karibu kwangu mimi katika mkao siku ya Kiyama, ahasunukum ahasinukum akhlaqan, ni wale walio na tabia njema. Mtume anasema, kwa maana tunapojipamba na tabia njema tutakuwa ni vipenzi vya Mtume sallallahu alayhi wasallam sallam, hilo moja. Alafu la pili, tutakwenda kuketi naye siku ya Kiyama tutakapokuwa na tabia njema Bi maana kinyume yake tutakapokuwa tuna tabia mbaya, hatutokuwa ni vipenzi wa mtume sallallahu alaihi wasalam, tumekata kuchukia na siku ya kiyama hatutokuwa pamoja naye katika mkao wake alaihi salatu wasalam. Kila mwenye na tabia mbaya huyo hana mahaba ya Allah, kadhalika hana mahaba ya nani? Ya mtume alaihi salatu wasalam. Kila mwenye na tabia mbaya siku ya kiyama hatakuwa karibu na mtume alaihi salatu wasalam. Hii ni miongoni mwa tabia e, miongoni mwa faida za kuwa na tabia njema ni kwamba tutakuwa pamoja na Allah fi dunia wal akhirah. Na kadhalika tutakuwa pamoja na Mtume alaihi salatu wassalam.